Leo sio, sio maadhimisho ya kawaida aa, bali pia ni kielelezo cha namna bunge letu la Tanzania linavyoweka jitihada ya kushirikiana na wananchi, serikali na wadau ili kujenga taifa na jamii huru inayofurahia uhuru wa kujieleza na yenye fursa ya kupata na kusambaza habari bila vikwazo. Kwetu sisi kama Bunge ni fursa kubwa sana ya kushirikiana na wadau katika jambo hili. Naomba nitumie fursa hii kuwapa salamu za Daktari Tulia Ackson, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anatambua umuhimu wa maadhimisho haya na anatambua mchango mkubwa wa wadau wa habari nchini katika kuliwezesha bunge la Tanzania kutekeleza majukumu yake ya kikatiba ya kuhakikisha kwamba uh, linaisimamia serikali na linatunga sheria. Aidha, ninawashukuru na kuwapongeza Baraza la Habari Tanzania, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu pamoja na Jukwaa la Wahariri Tanzania kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii ya leo. Katika nafasi ya leo nikiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria nimepata fursa ya kueleza nafasi ya bunge katika kuendeleza uhuru wa habari hapa nchini. Hii ni fursa adimu na adhimu kwa bunge letu. Nimefurahia sana na ninashukuru sana kwa kupata hii fursa. Kwa mujibu wa ibara ya 63 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge lina jukumu la uwakilishi, kutunga sheria na kupitisha bajeti za serikali na kuisimamia serikali. Katika muktadha wa uhuru wa habari, bunge la Tanzania lilitunga sheria ya huduma za habari sura ya 229. The Media Service Act Cap 129 na limefanya marekebisho ya sheria hiyo kupitia muswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2023 The Written Laws Miscellaneous Amendment Bill 2023. Sheria hii pamoja na marekebisho yake, inalenga kukuza na kuendeleza uhuru wa habari nchini, sawa na ibara ya 18 ya katiba ya Tanzania Ibara hii inatutaka kuhakikisha kuwa kila mtu anakuwa na uhuru wa kujieleza na uhuru wa kupata habari. Kipekee tunampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa kinara wa mabadiliko na maboresho ya sheria nchini, mabadiliko yanayochochewa na nia yake ya dhati na thabiti ya kujenga taifa lenye usawa, haki, umoja, upendo, amani na mshikamano sawa na falsafa yake ya r. Uh, ndugu washiriki nilitamani niwapitishe kwenye vifungu ambavyo vimefanyiwa marekebisho kwenye marekebisho tuliyofanya mara ya mwisho, marekebisho ya sheria mbalimbali uh, ya mwaka 2023. Uh, kifungu cha kwanza ambacho ni muhimu sana katika uh, tafakari yetu na mjadala wetu wa leo ni kifungu cha tano L. Tano L iki kifungu kime, kimefutwa kime uh, kimefutwa. Marekebisho haya yamefanyika ya, ya ya yaliyofanyika yanamuondolea mkurugenzi wa idara ya huduma za habari Director of Information Service Department jukumu la kuratibu matangazo yote ya serikali. Mkumbuke huko nyuma sheria ilikuwa namtaka huyu mkurugenzi ndio awa na ratibu matangazo yote ya serikali. Jambo hili lilikuwa limepoteza uh, ushindani kwenye tasnia ya habari na vyombo vya habari, lakini pia ilikuwa na compromise ubora. Kwa hiyo tasnia ya habari ilikuwa haina fursa ya kufanya kazi na serikali kwa sababu kwa namna moja au nyingine, uh, hawa waliokuwa wanapewa jukumu hili walikuwa na uwezo wa kupendelea aina uh, fulani tu ya vyombo. Kwa hiyo hili pia tunaamini ni eneo ambalo tunaweza kutafakari kama wadau kuona namna gani linachangia katika kukuza na kuendeleza uh, uhuru wa habari. Lakini kuna kifungu cha 38 kama mtakikumbuka, kifungu cha 38 kifungu kidogo cha tatu Kifungu hiki pia kimefutwa kwenye ile sheria ya mwaka elfu mbili na kumi na sita kama mtakumbuka, the Media Service Act uh, uh, kimefutwa um, kifungu hiki kimsingi kilikuwa kina kina, kina, kina, kina mwadhibu uh, mwanahabari au mtu yeyote ambaye ametoa habari ambazo zimezuiwa zimezuiwa kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa wa katiba. Uh, sasa hiki kimefutwa na kitendo hiki kina kina kina kinawaweka wanahabari uh, salama zaidi na kinawezesha uh, upatikanaji wa habari kwa namna ambayo ni salama na yenye tija zaidi, lakini kuna vifungu vingine kama sita saba muhimu sana ambavyo nilipenda kwenye mjadala wetu pia tuvitazame. Tuna vifungu kifungu cha hamsini cha hamsini na moja cha hamsini na tatu hamsini na nne hamsini na tano kifungu cha sitini na tatu na sitini na nne vifungu hivi vimefanyiwa marekebisho, havijafutwa. Vile vya mwanzo viwili vimefutwa kabisa, lakini hivi, vi, hivi vimefanyiwa marekebisho, na mambo makubwa matatu yamefanyika kwenye vifungu hivi uh, kwanza uh, vimeondoa yale ambayoyo ya makosa ya ya uzalilishaji defamation makosa ambayo mwandishi wa habari alikuwa anaweza kuyafanya na yakahesabika kama uzalilishaji kwa, kwa sheria ile ya elfumbili na kumi na sita, makosa haya yalikuwa ni makosa ya jinai kwa hiyo mashauri yake yalikuwa ni mashauri. Lakini, uh, sheria ya kijinai marekebisho ya sheria yaliyofanyika mwaka elfumbili na ishirini na tatu. Kwa, kwa ile sheria marekebisho ya sheria ya mwaka 2023 aishi yameyabadilisha haya makosa ya defamation, ya udhalilishaji kuwa makosa yasiyo ya, ya kijinai. Kwa hiyo ni civil. Kwa hiyo hata namna ya kuyashughulikia yatashughulikiwa kama makosa kama, kama mashauri ya madai. Hiyo ni moja katika hatua kubwa sana ambazo zimefanyika kwenye mabadiliko ya sheria hii. Yamewapa uh, uhuru zaidi wanahabari kufanya kazi zao kwa namna ambayo ina uhakika na salama zaidi. Lakini pia kitu kingine ambacho kwenye, kwenye vifungu hivi nilivyovizungumza vyote vinahusu adhabu, vinahusu makosa na adhabu, makosa yanayohusu maeneo haya yote yamefanyiwa marekebisho mtakumbuka kama mtapata nafasi ya kupitia mtakumbuka kulikuwa na makosa ambayo adhabu yake ilikuwa unafungwa miaka mitano mpaka ishirini. Sasa mengi yamepunguzwa mpaka uh, miaka mitatu mpaka kumi. Lakini pia kulikuwa na fine zisizopungua milioni tano, zisizozidi milioni ishirini. Napo zimepunguzwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo mambo mawili haya tayari tunayaona kwenye hivi vifungu vilivyofanyiwa marekebisho. Lakini pia inaondoa adhabu wakati ule. Mtakumbuka kwamba chombo cha habari kikitoa maudhui ambayo au yana, yana makosa uh, au yamezuiwa au kwa namna yoyote ile ana compromise whatever usalama au chochote hivi kulikuwa na confiscation, forfeiture. Kulikuwa na utaifishaji wa, wa, wa, wa vyombo uh, ukiwanda au vifaa vilivyotumika na mmiliki na, na, na, na, na, na wa hivi vyombo lakini sasa imeondolewa, kwa sababu tunaamini uh, tunaamini kwamba mmiliki anaweza asiwe na, na, na, na, na uwezo wa kujua au kudhibiti maudhui. Kwa hiyo hayo ni marekebisho makubwa ambayo yamefanyika kwenye sheria hii. Sasa kiujumla nikasema ni vizuri pia, pamoja na kueleza haya maeneo makubwa ambayo sisi kama Bunge tuliishauri na hatimaye tulipitisha, tuli, tuli kama sheria tulipitisha kama marekebisho ya sheria tu, tulipata nafasi pia ya kuangalia manufaa ambayo yametokana na sheria. Kwanza sheria yenyewe ile sheria mama the principal act, ya 2016 hiyo cap 2, 2 229 lakini pia marekebisho sambamba na haya marekebisho ambayo tumeyafanya kwenye, kwenye eneo hili, tuliona kwanza kuna kukua na kuimarika kwa taaluma na weledi katika tasnia ya habari. kwa hiyo sasa tasnia ya habari imekuwa more professional eh? Kumekuwa na uratibu mzuri kwa sababu sheria inatuongoza katika kufanya shughuli zetu kama wanahabari kwa namna ambayo tunalinda maslahi pia ya mtumiaji au mlaji wa habari zetu, lakini sisi wenyewe wazalishaji na watengenezaji wa habari tunakuwa katika mfumo ambao rasmi na mifumo ambao ni salama. Lakini pili au b ni kulindwa vyema kwa haki za wanahabari nchini. Kama mnarejea ile sheria uh, kifungu cha saba kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya huduma habari, wanahabari au vyombo vya habari vimepewa haki ya kutafuta, kuchakata na kutangaza habari. Hii haki ya msingi nayo inalindwa kisheria. Aidha, uh, haki hii pia imewekewa mipaka. Yani, umepewa haki, lakini pia haki imewekewa mipaka kwa kifungu cha saba kifungu kidogo cha tatu. Kwa hiyo pia ni faida kubwa ambayo tunadhani inaweza kukuza hii tathnia, inaweza kukuza uhuru wa habari nchini. Nimeongelea kuku uh, mambo mawili, lakini la tatu ambayo nitaka pia niliseme ni kulindwa kwa taaluma ya habari na wanahabari. Taaluma hii mnajua imekuwa inachezewa sana, kuna makanjanja wengi mnajua huko mtaani. Kwa hiyo sheria inaunda bodi ya, ya ithibati ya wanahabari, takumbuka kuna bodi ya, ya ithibati ya wanahabari, mtarejea kifungu cha kumi na moja mpaka cha kumi na nane na bodi hii itakapoanza kufanya kazi itakuwa na wajibu wa kutoa ithibati kwa wanahabari wenye elimu inayoanzia katika ngazi ya diploma. E, lakini pia imetoa fursa ya miaka mitano kwa wale ambao hawana sifa wajipange, japo tunaona huko mtaani hali sio hiyo. Wanaendelea tu kufanya mambo ambayo ni kinyume, na hawatumii muda waliopewa wa miaka mitano. Sasa nadhani miaka miwili imeshaisha, bado mitatu waandishi wengi ambao wanajiita wanahabari pengine watakaa nje ya mfumo huu kwa sababu ya hii sheria lakini inalinda hiyo tasnia ya habari. Nadhani hili jambo la tatu ni muhimu, namna ambavyo Bunge kwa kupitia sheria hii imeweza kuende, kukuza na kuendeleza tasnia ya habari nchini. Um, lakini la nne ni wanahabari kuwa na chombo chao wenyewe cha kutoa maamuzi. E, mtakumbuka mara nyingi tumeiacha serikali inaamua kwa niaba ya wanahabari, lakini mtarejea mta, mta uh, sheria inaunda baraza la habari kwa kupitia kifungu cha ishirini na nne mpaka thelathini na nne, ambalo linaundwa na wanahabari wenyewe kwa mujibu wa kifungu cha 24 cha sheria, kwa kuna baraza la baraza huru la habari. Sasa hili ndo linalosimamia mashauri yanaohusu habari yanaohusu ma maudhui, lakini pia lina haki ya kisheria kamati na wajibu wa kisheria hii imepewa hadhi ya kimahakama quasi judicial, na uamuzi wake unatekelezwa kwa kuzingatia taratibu za kimahakama. Kwa hiyo kitendo hiki ambacho tunaikiona kwenye hii sheria ya 2016 ya kuwa tuna hili baraza huru la habari ambalo linasimamia mashauri yenu mashauri ya wanahabari linatoa linawezesha sasa uh, wanahabari kuwa huru zaidi, kwa sababu ni, ndo, ni competent authority kwenye eneo hilo, na serikali kazi yake ni kusimamia tu utekelezaji wa sheria hii, na bunge tuna jukumu la oversight, lakini tumeshamaliza kutunga, kwa hiyo ni utekelezaji. Lakini pia tano, ni tasnia ya habari kunufaika na mfuko wa mafunzo wa wanahabari. Nakumbuka sheria hii pia Kifungu cha 24 mpaka 23 kimeweka utaratibu wa kuwa na mfuko wa mafunzo kuwawezesha wanahabari kuwa wabobezi kwenye taaluma zao. Sasa hii inafanya habari zetu ziwe more professional, wanahabari waweze kukua na sekta yenyewe na tasnia ya habari iweze kukua. Uh, pia kuna um, sita kuna bima kwa wanahabari. Hii inamtaka ukisoma okay, kifungu cha sitini na mbili cha sheria, na hapa naongelea sheria yenyewe moja kwa moja. Inam, inamtaka mmiliki yoyote wa vyombo vya habari kuweka utaratibu wa bima kwa wote wanaoajiriwa kwa ajili ya huduma ya habari. Kwa hiyo pia inamweka uh, mtu wa habari, wana, wana habari, wanahabari wa Tanzania tuna bahati pengine hatufanyi kazi kwenye mazingira magumu sana, lakini wapo wanahabari wanakutana na mazingira magumu sana ya kikazi lakini la saba ambalo nilidhani pia ni muhimu, la sita, samahani, la saba ni uhuru wa uwekezaji katika vyombo vya habari nchini. Kwa kifungu cha sita kimetoa uhuru wa mtu yoyote, awe mtu binafsi au awe sekta ya umma, kuwekeza kwenye uh, vyombo vya habari au makampuni ya habari. Aa, nikiwa nahitimisha wasilisho langu narejea tena salamu za shukrani kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata fursa hii adimu na adhimu na kwa ushirikiano mkubwa ambao wadau wote umetupatia ili kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu ikiwemo jukumu la kutunga sheria za nchi yetu. Wanahabari, mara zote tunapotunga sheria, wadau hasa wanahabari, nimekuwa washiriki wa karibu sana wa wa shughuli zetu. Kwa hiyo